Kama kuna watu watakuwa wamefurahia hii venture ya Pai kama startups ni watu wa China na watu walioko Silicon Valley kule California Marekani. Startups companies ni kampuni ndogo ambazo zinakuwa na, na, na, na, na, na vision. Yani ni, ni, ni project ambazo unaziandaa na, na, na, na, na unawapelekea wakubwa kuwaeleza kwamba mimi nina project yangu na project yangu ni hii, tuseme kwa mfano Uber alipokuwa anaanzisha anaanzisha kampuni yake, kwa mfano tuseme, na hana hana pesa. Sasa kuna ventures kule zinakupa pesa, yani zina ziko nyingi tu kule, kule kule Marekani na China zipo unawapelekea idea yako vision yako mategemeo yako, wanasoma kule. Kuna vichwa yani kule ndio wapo kina Apple kina Nvidia, kina Netflix kina Amazon kina nani nanyni, yani, yale makampuni makubwa unayojua ndio yanakuwa kule Silicon Valley. Sasa vijana wote wenye njaa ya kutengeneza applications zinazoweza kuisaidia jamii, na jamii hapa tunaizungumzia kama ecosystem yetu labda katika e-commerce, labda katika AI, labda katika medicine, katika mambo ya ya ya, ya, ya hospitalities, mambo ya services. Mtu anakuwa na, na na idea, anatengeneza labda application, kwa mfano ile application ya ya Uber. Labda tuseme amekwenda kule, sasa anakutana na watu, tuseme labda kina awa, awa, awa Amazon ana startups nini yake, foundation yake ha Tesla wana startups, Boeing, yani makampuni mengi yanakuwa na starters, startups zao, unaona. Kwa hiyo unapeleka idea yako pale, ile idea watu wana envision, wanaiangalia ndani ya miaka labda ya hamsini ijayo, idea ya huyu bwana mdogo ikoje hasa. Wanakaa wanaikubali, wakiikubali sasa ndio wanaifund, wanaipa pesa Unaona, na hiyo tunazungumzia kwa, kwa mtu ambaye ni ana idea mpya. Sasa kuna startups nyingine ambazo tayari ziko zinaendelea, lakini hazina funding. Sasa zikishaona kwamba kuna, kuna, kuna, kuna watu wa Pai ambao wana milioni mia wameiweka wa China wa, wa Marekani ambao wao sasa hivi wameinvest very heavily. Startups nyingi sasa hivi duniani zina invest katika katika generative AI, artificial AI, artificial nini, hizi zinaitwa artificial intelligence yani. Sasa hivi makampuni makubwa duniani yameangalia yame, yame katika AI na katika e-commerce, kwa sababu ndio dunia tunapoelekea tunapoelekea. Sasa hivi jana Elon Musk alikuwa ana, anaulizwa kule kule kule Saudi Arabia kuhusiana na robots zake, akasema tunako kwenda wanataka kutengeneza uchumi ambao kila binadamu atakuwa na uwezo wa kununua kitu, yani atakuwa na uwezo wa kununua kitu ambacho anakitaka. Lakini kila binadamu, tunapoelekea, atakuwa na roboti lake, yaani kama sasa hivi kila mtu ana simu, baadaye utakuwa na roboti lako ambalo litakusaidia katika masuala mengi sana. Na ilo robot itabidi ulinunue uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli kulinunua hilo roboti haitakuwa pesa ndogo. Ndio mama, mwona, uh, uh, uh, uh, is cryptocurrency sasa hivi. Kwa mfano kama pai zinakwenda kuwa na thamani kubwa, msija mkaona dola laki tatu sijui na msinangapi huko mkaona ni pesa nyingi. Hapana, tunapoelekea hii itakuwa ni pesa ni pesa ya kawaida sana kwa, kwa, kwa, kwa watu wa duniani yaani itakuwa ni pesa ya kawaida kwa sababu vitu ambavyo unakwenda kuvinunua vitakuwa vina thamani kubwa sana. Kwa hiyo hilo ni akasema, baadaye kila binadamu atakuwa na roboti wake atakayemsaidia kujua hali yake ya kea, kiafya atakayemsaidia kama analima kumweleza bwana hapa, kama unalima mahindi unatakiwa uweke mbegu hiyo, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi, litakalo mwelekeza skejo zake za wiki, za mwezi, za mwaka, zitakalo watu wa coding wanaotengeneza sijui ma coding ya makompyuta kutengeneza sijuma nini, hilo lilobutu linakuwa ndio kama limashine lako, unaona Yani robot ya lali nyumbani kwako kwa, atakuwa kama ndio mlinzi, ata sense atafanyaje. Ndio uchumi tunaoelekea sasa. Startups hapo wanazozungumzia, kuna mtu nimeona hapa ame, amesema siji watu walianzisha makampuni yao hawakulipwa. Hapana, hawazungumzii hizo, wanazungumzia startups ambazo zitaweza kuwa na applications ambazo zita comply ecosystem. Yani kwa mfano mtu atengeneze leo application ambayo inafanana tuseme na TikTok au application inayofanana na Facebook au application inayofanana na, na, na, na, na, na Instagram, lakini akaita katika vision ambayo ni ni tofauti na hii ya, ya, ya web 2 akaipeleka labda katika web 3, unaona, akawa na hiyo idea anawapelekea kina Nicholas. Yaani hizi zitafanywa application. Hizi watu ambao wanataka kuanzisha haya makampuni ya startups, applications za startups, utawapelekea kina Nicholas watakaa, wataangalia idea yako, ni kama vile unaenda kuomba tenda labda, kama wewe ni civil engineering unajenga majengo ma uko mabarabara unakwenda kutenda unapeleka una, una, una, una, una, una huko vitu vinavyohitajika. Sasa ninavyoiona hi, hi, hi, hi venture watu watakao watakaofaidika sana ni katika teknolojia, hasa katika AI na watu wa e-commerce, watu wa ambao kwa mfano watu wa, wa, wa wanao vision kama vile ilivyo Amazon. Eh, watu wenye marketplaces yawa wata, watafaidika sana na hizi hasa hizi venture. Kwa sisi huko Afrika jamani, tuliokuwa tunasoma panzi ana na miguu mingapi, au mto mrefu wa Afrika ni mto gani? Ita, ita tu, yani tunaweza tusipate hata moja, au tukapata chache sana, labda tena kutoka uko North Africa. Lakini kwa kwa sisi hapa kushawishi uh, watu wenye akili zao kama kina Nicholas inahitaji akili kubwa sana. Sio mbaya kujaribu, lakini tukumbuke kabisa kwamba ukis, ukienda sasa hivi ukaangalia Silicon Valley. Kuna startups applications ngapi ambazo zimejikita katika labda masuala ya afya au masuala ya e-commerce au masuala ya AI au masuala ya, ya nani, tokenomics? Haya hapa wanaandaliwa wa Marekani sana sana, kuendesha easy application na kampuni za ecosystem ili marekani iwe na pai nyingi na pai itakapokuja kua itakapokuja kuwa ndio token ya dunia basi uchumi wa Marekani uendelee kuwa mkubwa kama sasahivi. Yaani wanazichukua pai katika katika mlengo ambao wanajua kabisa Afrika huku bado hatujawa competent katika AI hatujawa hatujawa competent katika robots kivile, katika walioko competent kwanza ni wa Marekani, wanafuata wa China, wanaenda wa hindi huko sasa. Hizi ndo unaona wa arabu arabu middle east huko ndo wanaona kwenda. Sisi kwa afrika ni we, yani tumejikita katika mambo ya ya, ya hovyo, sijui mpira Simba na Yanga sijui siasa siasa sijui nini, hatujajifunua kufikiria mambo yanayokwenda kuitawala kui, kui, kui, kui, kui dunia. Sasa wenzetu kule unakuta mtoto mdogo tu amevumbua application ambayo leo hii yeye ni bilionea. Eh? Sasa katika hii masuala ya startups niwaambie tu ukweli. Hii startups ni strategic move ambayo wanaifanya kuifanya Marekani iwe na pai nyingi kuliko sehemu nyingine yote. Kwa sababu akisha build the ecosystem na hizo application au hizo kampuni zikaruhusu kutumia pai, sisi tutakuwa ni watumiaji tu. Pai tutazipeleka kule. Eh? Zitabaki kule na kidogo sisi tutakuwa huko tunauza nyanya, sijui mashati, tutakuwa e, sijui tutakua, yani sisi tutakuwa tunazichimba ili tukaziweke kwa wenye nazo.